Asilimia kubwa ya ajali za pikipiki ni ajali ambazo zinaepukika. Uongo kweli? Kweli ni ajali ambazo zinaepukika, lakini ajali hizi zinatokea kwa sababu ya uzembe ambao wa, wa madereva au maafisa usafirishaji wa njia ya pikipiki wanakuwa ni wazembe au wanazipuuza kwa kutokurandana na sheria, taratibu na kanuni za udereva wa pikipiki kule barabarani. Lakini kuna vichocheo pia ambavyo tunavitumia napokuwa kazini, mtu anaendesha pikipiki lakini ana, ana, ana, anatafuna mirungi inamtoa kwenye msimamo au uhalisia wa udereva. Anaendesha pikipiki ameshakunywa pombe itamtoa kwenye udereva. Mtu ana, anaendesha pikipiki anamevuta bangi, lazima maamuzi yake yanakuwa yako tofauti na dereva wa kawaida. Uamuzi ambao anauchukua dereva ambaye amevuta bangi kama asingelikuwa amevuta bangi, asingelichukua uamuzi ule ambao unampeleka kwenye maamuzi yanayomfanya apate ajali ya anaenda kuvunjika mguu, anaenda kufa au anaenda kuumia. Wengi ana, wanavunjika mpaka viuno, anapata ulemavu wa kudumu, kitu ambacho labda kingemfanya asubirie tu sekunde kumi, anachukua maamuzi ya kwenda alafu, inamchukua miaka saba kujitibia na gharama nyingi mno.